Kiongozi wa China, Xi Jinping amesema taifa lake halina hofu kuhusiana na mrundikano wa ushuru unaowekwa na, na Marekani dhidi ya bidhaa zinazozalishwa nchini humo. Katika kujibu mapigo, Rais Xi Jinping alitangaza jana kuwa ni rasmi bidhaa zinazozalishwa nchini Marekani na zinazoingizwa nchini China zitakapoingizwa nchini humo zitatozwa ushuru wa asilimia 125 kutoka asilimia 85 ya awali. Ongezeko hilo la ushuru ni hatua ya karibuni katika mvutano wa kulipizana kisasi kati ya mataifa hayo mawili makubwa zaidi ya kiuchumi duniani baada ya Trump kuongeza ushuru wa bidhaa za China hadi asilimia 145. Hata hivyo, Wizara ya Biashara ya China imesema haina nia ya kwenda zaidi ya asilimia 125, ikieleza kuwa kuongezeka kwa zaidi kwa ushuru huo hakutakuwa na maana yoyote wala hakutoleta ustahimilivu kwenye soko la bidhaa duniani. Na nukuu, kuendelea kuweka ushuru mkubwa mno dhidi ya China na Marekani kumegeuka kuwa mchezo wa namba tu, bila umuhimu wowote wa, wa kiuchumi, ilisema taarifa ya wizara hiyo, ikithibitisha zaidi tabia ya Marekani kutumia ushuru kama silaha ya kuburuza na kulazimisha, ikiigeuza kuwa kichekesho, iliongeza wizara ya mambo ya nje ya China. Vita vya kibiashara kati ya mataifa haya mawili vimesababisha machafuko katika masoko ya kimataifa na kuchochea hofu ya mdororo wa kiuchumi duniani. Wakati mataifa mengine yakihangaika kupata fursa ya kuzungumza na Rais Trump wa Marekani, China imesimama kidete dhidi ya kile inachokiita ni msimamo wake thabiti kivyake vyake dhidi ya ushuru huo wa Marekani. Akizungumza jana Ijumaa na Waziri Mkuu wa Hispania, Pedro Sanchez mjini Beijing nchini China, kabla ya tangazo la ushuru mpya. Rais Xi alisema, nanuku: Hakuna mshindi katika vita vya kibiashara, na kupingana na dunia kutasababisha kujitenga pekee. Kwa zaidi ya miaka sabini, maendeleo ya China yamekuwa yakitegemea kujitegemea na bidii, si misaada ya wengine, na hatuogopi unyanyasaji wowote usio wa haki. Xi alinukuliwa katika televisheni ya taifa ya China CCTV. Xi alikuwa hajatoa kauli ya moja kwa moja kuhusu vita vya ushuru hadi sasa, lakini alionyesha msimamo wa kupambana, akisisitiza kuwa ujumbe wa nguvu na ustahimilivu uliokuwa ukitolewa na maofisa wa China na vyombo vya habari vya taifa hilo ndiyo msimamo wa taifa hilo. Na nukuu: bila kujali mabadiliko ya mazingira ya nje, China itaendelea kuwa na imani, kujikita na kushughulikia mambo yake kikamilifu, alisema Rais Xi, mwisho wa kunukuu. Baada ya hatua za karibuni za China, Trump alisema ana amani na hana mashaka na uamuzi wake na mahali ambako ushuru huo unaipeleka dunia. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege yake ya Air Force One siku ya Ijumaa usiku, rais huyo wa Marekani alisisitiza tena kuwa uhusiano wake wa kibinafsi na Xi utaendelea nanukuu, yeye ni kiongozi mzuri sana, kiongozi mwenye akili sana. Daima nimekuwa na uhusiano mzuri na rais Xi, tulikuwa na uhusiano mzuri sana, alisema Trump, mwisho wa kunukuu. Trump alitangaza siku ya Jumatano kuwa dunia nzima, isipokuwa China, itapata pumziko la siku tisini kuhusu ushuru wake mpya, ambapo Beijing ilionekana kuchukua sifa ya hatua hiyo siku ya Ijumaa, nanukuu: Tumeona kwamba chini ya shinikizo kutoka China na wahusika wengine, Marekani imehairisha kwa muda utekelezaji wa ushuru mkubwa wa bidhaa wa baadhi ya wa washirika wake wa kibiashara. Hii ni hatua ndogo na ishara tu, lakini haitabadili tabia ya msingi wa Marekani kutumia biashara kama chombo cha kulazimisha kutimiza maslahi yake, taarifa ya Wizara ya Biashara ilisema. Ingawa China inasema haitajibu kwa kuendelea kuongeza ushuru, bado ina njia nyingine nyingi mkononi mwake za kulipiza dhidi ya ushuru huo wa Marekani. Wachambuzi wenye ushawishi nchini China wanaohusiana na serikali wamependekeza hatua wa nyingine kama kusitisha ushirikiano kuhusu dawa za kupunguza mau mivu za fentanyl, kupiga marufuku uagizaji wa, wa kuku kutoka Marekani, kuweka vikwazo kwa huduma kama ushauri wa kisheria na kuchunguza mapato ya kampuni za Marekani kutoka kwa wamiliki, miliki zao za kibiashara nchini China, nanukuu, ikiwa Marekani itaendelea kuumiza maslahi ya China, basi China itachukua hatua madhubuti za kisiasa na kupambana hadi mwisho. Ilisema wizara hiyo ya biashara ya nchini China. Kabla ya kutangaza ongezeko lake jipya la ushuru siku ya Ijumaa, China ilikuwa imesema itapunguza uagizaji wa filamu kutoka Hollywood baada ya kuongeza ushuru wake hadi asilimia 84 na kuweka vikwazo kwa baadhi ya kampuni za Marekani kufanya biashara nchini China ama kuagiza bidhaa za matumizi ya mara mbili. Ushuru huo wa kihistoria unatishia kuharibu kabisa biashara kati ya mataifa hayo mawili na kuathiri uhusiano us katika maeneo mengine pia bila suluhisho la haraka kuonekana. CNN iliripoti Alhamisi kuwa Trump anasubiri Xi afanye mawasiliano na ameiambia timu yake kuwa Marekani haitafanya mazungumzo na China, japo Beijing imekataa mara kadhaa kupanga mazungumzo na viongozi kwa njia ya simu. Badala ya kumpigia Trump simu, Xi amefungua milango ya kidiplomasia ya hali ya juu na washirika wengine wa kibiashara kupambana na vita vya ushuru vinavyozidi kupamba moto kati ya mataifa hayo. Mkutano wake wa Ijumaa na Sanchez wa Hispania unakuja kabla ya ziara ya mataifa kadhaa ya Kusini Mashariki mwa Asia wiki ijayo, eneo lililolengwa zaidi na ushuru wa kulipiza kisasi wa Trump kabla ya kusimamishwa. Rais Xi anatembelea Vietnam, Malasia na Kambodia katika safari yake ya kwanza nje ya nchi mwaka huu, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya China. Ingawa mikutano ya ngazi ya juu kama hiyo mara nyingi huchukua wiki au hata miezi kupanga, muda wa tangazo hilo siku chache tu baada ya Marekani na China kuweka ushuru wa rekodi kwa bidhaa za kila mmoja unaashiria kuwa Rais Xi anataka kuonyesha kuwa China haitarudi nyuma kuhusiana na mzozo huo. Xi anajaribu kutumia hali ya taharuki iliyoletwa na msukosuko wa sera za ushuru wa Trump kuimarisha uhusiano wa mataifa ya Asia na Ulaya, akiwasilisha China kama mshirika wa kuaminika na mtetezi wa biashara ya kimataifa. Sanchez, ambaye ni ziara yake ya tatu nchini China ndani ya miaka miwili, huenda akawa kiongozi wa kwanza kati ya wengine wengi wa Ulaya wanaoelekea Beijing kutokana na wasiwasi wa kiuchumi unaochochewa na sera mpya za Trump. Wakati wa mkutano wao, Rais Xi alimwambia Sanchez kuwa dunia inapitia mabadiliko ya kasi yasiyoonekana kwa karne nzima, nanukuu, kadri mazingira ya kimataifa yanavyokuwa magumu na kubadilika kwa kasi, ndivyo umuhimu wa kuwa na uhusiano thabiti kati ya China na Hispania unavyoongezeka, alisema Xi, huku akiapa kuwa kushirikiana katika maeneo kama nishati mpya, viwanda vya teknolojia ya juu na miji ya kisasa ni miongoni mwa vipaumbele vyake pia rais Xi aliungana na Umoja wa Ulaya akiuita nguzo muhimu katika dunia yenye nguvu nyingi na kusisitiza kuwa China imekuwa ikiunga mkono Umoja wa Ulaya wazi wazi kila wakati. Katika dongo la moja kwa moja kwa Marekani, rais Xi alitaka China na EU ambazo kwa pamoja zinawakilisha zaidi ya theruthi moja ya uchumi wa dunia kushirikiana kutetea sheria na utaratibu wa kimataifa nanuku China na EU zinapaswa kutekeleza wajibu wao wa kimataifa kulinda kwa pamoja mwelekeo wa ujanibishaji wa uchumi na mazingira ya kibiashara ya kimataifa na kushirikiana na kupinga ubabe wa upande mmoja. Rais Xi akitumia msamiati ambao China hutumia mara kwa mara kukosoa ushuru huo wa Marekani kuimarisha uhusiano wa kimkakati na majirani zake ni kipaumbele kwa ajenda ya kidiplomasia ya taifa hilo la kikomunisti. Vietnam na Kambodia zilikuwa kati ya nchi zilizoathiriwa zaidi na ushuru huo wa kulipiza kisasi wa Trump na zilipangiwa asilimia 46 na 49 mtawalia kabla ya kusimamishwa. Mataifa haya yanavutia uwekezaji mkubwa kutoka kwa kampuni za China na kimataifa ambazo zimeanza kuhamisha minyororo ya usambazaji kutoka China ili kupunguza gharama kwa wafanyakazi na kujiepusha na ushuru huo wa Marekani. Wiki hii Xi alitaka China ijenge mstakabali wa pamoja na mataifa jirani alipokuwa akizungumza kwenye mkutano wa ngazi ya juu wa chama tawala kuhusu diplomasia ya eneo jirani. Taarifa rasmi kutoka katika mkutano huo wa siku mbili nchini China, China ilitaka kuimarisha ushirikiano katika minyororo ya viwanda na usambazaji na mataifa ya Asia ya karibu. Uhusiano wa China na majirani zake uko katika hali bora zaidi tangu zama za kisasa na pia umeingia awamu muhimu ambapo mienendo ya kikanda na mabadiliko ya kikamataifa vimeunganishwa kwa kina, ilisema taarifa hiyo. Lakini uhusiano wa China na mataifa ya Ulaya na Asia umejaribiwa sana miaka hivi karibuni, hasa kutokana na msimamo wa Marekani kuzuia upatikanaji wa China kwenye teknolojia ya hali ya juu kama vile microchips. Ukaribu wa Beijing na Moscow pia umeathiri uhusiano huo tangu Trump alipochaguliwa tena Januari mwaka Novemba mwaka jana China imeonyesha nia ya kutuliza hali wiki, ka, wiki za hivi karibuni ambapo maofisa wa China wamezungumza na wenzao wa Korea Kusini, Japani na mataifa ya Ulaya ili kupanua ushirikiano wa kibiashara na kujaribu kuwapiku Marekani kwa, kwa kushirikiana na washirika waliokataa tamaa na vita vya ushuru visivyo na mwisho. Hata hivyo, washirika wa, wa kibiashara wa China huenda wakaichukulia hatua wa hiyo kwa tahadhari. Mataifa mengi yana hofu ya, ya bidhaa za bei nafuu za China kuvamia masoko yao. Huko Beijing pia ikijulikana kuwa inatumia ukubwa wa soko lake kama silaha la kulazimisha mataifa kubadilisha misimamo yake kisiasa. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.